Unabii wa mwaka ishirini na sita, 2026 prophecies. This is a global prophecies. Huu ni unabii wa ulimwengu wa duniani. Namba moja, dunia itapitia majanga mengi ya vita especially war na uchumi kushuka kwa muda wa miezi mitatu hadi sita. Kwa hiyo tuliombee sana pray. Namba mbili, kuna magonjwa yataibuka will arise na ajali zitokana nazo hasa na moto, maji na anga sky, pamoja na njaa famine kwa sababu because ya viongozi wa mataifa mbalimbali kuendelea kutenda uovu. Kwa hiyo kuna majanga, vita, njaa, magonjwa yatatokea kwa, ba kwa baadhi ya mataifa duniani that will happen to some nations in the world. Kwa sababu ya viongozi wengi kwa mataifa hayo kuendelea kutenda na kusapoti uovu na tatu, kutatokea vifo vya viongozi mbalimbali, hasa vifo vya ghafla kwa viongozi ambao wako madarakani na wale waliokwisha kushika nyadhifa mbalimbali serikalini. Itakuwa ni kama kama mchezo fulani. Kwa hiyo tuliombea jambo hili, Mungu asaidie. Lakini kuna ajali za ndege. Kuna wasafiri na ndege katika baadhi ya mataifa, ajali za ndege zitatokea kwa mataifa mbalimbali duniani kote, kwa hiyo tuombe sana kwa sababu kuna badiliko la kianga. Kuna jaribio la kushambuliwa kwa kiongozi mkuu nchini Amerika. Tutatokea mlipuko wa ugonjwa unaohusiana na ngozi na ali ya upumuaji, ule ugonjwa pamoja na ali ya upumuaji ya hewa, kwa hiyo jambo hili ombee sana. Watu wengi duniani watafurahia maisha hasa wale wanaomwamini Mungu kwa sababu Mungu atawaepusha na majanga mengi. Those who believe the, believe wakati God. Wakati wa kuchanua tuwaombee, viongozi wa kiroho hasa wakubwa ambao wamekuwa maarufu sana duniani. Kiongozi mmoja atakuwa anasafiri kwenda kwenye huduma na ndege yake ndogo au helikopta. And his plane or helicopter atadondoka na atakufa. Lakini kuna jaribio la kumua kiongozi mmoja wa Afrika maarufu ambao a weneweteg hisia za watu wengi sana. Watamua, watajaribu kadhaa, tusipoomba watafanikiwa kumuua kiongozi mmoja maarufu Afrika. and if we don't pray they will succeed in killing. God bless you the leader Afrika Mashariki, East Africa, uchumi wa baadhi ya mataifa ya afrika mashariki utakuwa kwa kiwango cha juu. Grow. We should pray for some countries. Uchumi wao utaongezeka sanaiatokea mawaji mengi ya kisiasabaadiya mataifaasa Uganda na Kenya Especially Hivyo tuwaombee sana, we need to pray for them. Tanzania nafuu, praise God. Tanzania is better. Uchumi wa Kenya utaongezeka sana na Rais Ruto atafanya vizuri sana. Na baadhi ya Wakenya mioyo yao itamuunga mkono sana. Afanya maendeleo makubwa. Lakini atainuka mtu mmoja atampiga atampinga sana, hivyo asipoomba ghafla hata wale wasapoti Praise God. Amen. Atageuka. Uchaguzi wa Uganda. Museveni atashinda. Kati ya asilimia saba mpaka kumi na po kati ya asilimia ya saba mpaka kumi na na kutatokea mzozo mkubwa. There will be great dispute. Sana, tuwaombe. Kutakuwa na hali ya mauaji ya watu wabaya wasiopenda haki na amani kule Uganda, wakiwaoa watu wengi wasio na hatia. Kwa tuwaombe pia, tuombe Mungu awaepushe kama ikipendeza, haleluya. Tuombee viongozi wa East Africa. kuna kiongozi katika nchi za East Africa, ni kiongozi mkubwa sana atapoteza maisha kwa ugonjwa ambao haujulikani. hapa East Africa kuna kiongozi mkubwa sana, atapoteza maisha kwa kifo ambacho hakukutarajiwa, lakini tuombee. kutatokea kikundi ceyeehe kigaidi katika mataifa ya Afrika ambacho kitasumbua. Haleluya, so tuombe sana East Africa, Tanzania. Kwa mara ya kwanza uchumi wao utakuwa kwa kasi sana, maana watu wengi watakuwa na fedha, ingawa hali ya maisha itakuwa juu individual utawala na uongozi uliopo utajitahidi kufanya vizuri sana. Praise God, amen. Watafanya vizuri sana. Haki na amani na upendo vitaanza kutawala kila mahali. Na Mungu atusaidia sana. Vijana wengi watamiliki uchumi na watu wengi maisha yao itastawi. Kwa Tanzania, vijana wengi mjiandae, mtakuwa na hela. Vijana oye! Viongozi wengi watabadilishwa, hasa wale walisotarajiwa. Especially watapata yasa kubwa sana na mrefutasikia tabadilika mambo fulani fulani hapa changed. Kuna kiongozi mmoja barani Afrika, east Afrika hasa. Naomba nirudi nyuma. Kuna kiongozi mmoja barani Afrika atasimama mbele ya watu, mbele za watu, mbele za raia kuomba msamaha wa wazi wazi, na ataibua isia mpya. Aleluya, ni Afrika. Kiongozi dono nani? atasimama mbele yab na itaibua hisia za watu wengi. Haleluya! Kutatokea mabadiliko makubwa kwenye uongozi wa vyombo vya ulinzi na usalama, hivyo waliopo wataidi kuomba bila shaka, shaka wasipoomba watondolewa nyadhifa zao yes. Lakini kuna ndege Tanzania tuiombee sana na Kenya ya Tanzania, in Tanzania na Kenya yawezi Praise God. We should pray for an an tuombe, kuna kitu kinatokea kibaya, asa ajali ya ndege katika haya mataifa mawili tuombee sana, Mungu aiepushe ajali iliyoandaliwa itakwachukua watu wengi, tuombee Natuombee watenda kazi wao, Mungu wape neema, lakini pia tuombe kivuko na meli. We should pray for the boat. Nchini kuna vifuko na meli, kwa sababu ya hali itakavyokuwa kupotea na kuzama, ambayo itasababisha vifo vya baadhi ya watu wengi. Wafanyakazi wengi kwa mara ya kwanza watapanda vyeo, na vijana wengi waliomaliza vyuo siku za zamani na za sasa watapata ajira mda mrefu. Lakini kuna kitu kitaanzishwa kinaitwa forum vijana forum, something like that, ambayo itakusudia kusaidia vijana wengi Tanzania na watafanikiwa sana. Wafanya so in in biashara watafanikiwa sana. Watafanya biashara kwa amani sana na baadhi ya taasisi zilizokuwa zikiwahujumu na kuwatengemezea mazingira magumu kupitia viongozi wao au viongozi, wataadhibiwa na wataondolewa, na kuna kesi za wahujumu uchumi zitaanza upya. Kutatokea mafuriko makubwa sana hapa chini na baadhi ya mataifa mengine kwa hiyo tuwaombee, watu wengi wanaeza kupoteza mali zao na maisha yao. Bei za vitu na vyakula vitashuka bei. Ila baadhi vitapanda, lakini lakini hakutakuwepo na njaa kabisa Tanzania. Kuna kushuka kwa nauli baadhi ya maeneo kuliko ilivyo kwa kawaida will drop. Praise God. Amen. Tanzania Mungu atatengeneza upya. God Itakuwa nchi yenye utawala bora. Wenye kufata sheria kuliko be mataifa mengine. Nation with peace. Swala so, la katiba mpya. About new constitution. Itafanyika. Itafanyika. It will be done. Lakini Tanzania But lakini Tanzania. Itazua mjadala mjadala mingi na kushindwa kukamilika hivyo tuliombee. Swala so, la katiba. The concept of the new constitution. Mpya litafanyika. Lakini litazua mijadala mingi na kushindwa kukamilika, hivyo tuliombee. Baadhi ya watu waliopotea watarejea kwenye makazi yao, watapatikana ila ni baadhi. Viongozi wajitahidi kuleta maendeleo. Tuombee rais Biashara hizi zitafanikiwa na kuleta faida sana, hivyo kama nafanya biashara moja: biashara kilimo, mazao, pembejeo na vyakula, kilimo, mazao, pembejeo na vyakula, ufugaji, madawa na tiba, ujenzi na biashara za mtandaoni. Amen. Praise God. Kanisa la Bwana Yesu kwa mataifa yote litakuwa kwa kasi kuliko grow will drastically, na watu wake watufolishi. Mungu awabariki sana. Amen.